Mheshimiwa Rais ameamua kukaa katika nafasi ya umama kwa vijana. Kwa sisi kama vijana, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yake ambayo kwa asilimia kubwa imekwenda kutugusa sisi vijana. Lakini tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya kuamua kutoa msamaha kwa baadhi ya vijana wenzetu ambao kwa bahati mbaya walifuata mkumbo na hawakuweza kujua wanafanya kitu gani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa niaba ya vijana wenzetu wa Tanzania. Sisi kweli tunao makundi ya vijana ambao kwa namna moja ama nyingine hufanya maamuzi bila kujua kwamba wanalolifanya athari yake ni ipi. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kuweza kutoa maelekezo haya, na mimi ni wanasihi vijana wenzangu ambao watapata msamaha huu wa Mheshimiwa Rais, na kwa vile walifanya makosa bila kudhamiria, walifuata mkumbo, hawakuwa wanajua nini wanachokifanya. Niombe sana vijana wenzangu, tutakapop, tutakapopata fursa hii tukae chini, tujitafakari tuijenge Tanzania yetu kwa sababu hakuna atakayetoka nje ya Tanzania kutusaidia kulijenga taifa letu. Lakini Mheshimiwa Rais kwenye hotuba yake ameweka wazi, ameshatoa ajira elfu saba kwa walimu na ajira elfu tano kwa watumishi wa kada ya afya. Sisi vijana tunafahamu ajira hizi zinakwenda kugusa kundi kubwa la vijana wenzetu wasomi ambao wamemaliza vyuo vikuu. Niwaombe vijana watakaopata fursa hizi za ajira wakawe wazalendo kuwahudumia kwa wema wa Tanzania. Lakini ndugu zangu, mnafahamu ndani ya taifa letu zaidi ya asilimia sitini ya wananchi wote ni vijana. Mheshimiwa Rais amehakikisha kwamba anakwenda kuweka vipaumbele kwenye sera na programu zitakazofafanua nafasi za kiuchumi kwa vijana zitakazotengeneza kazi na ajira ili kujenga kesho iliyo bora kwa vijana wa Kitanzania. Na katika hili Mheshimiwa Rais amehakikisha anaenda kuweka kipa eh, kipaumbele kwenye ushirikishwaji wa vijana katika masuala ya maendeleo yanayowagusa vijana moja kwa moja. Na kwenye hili tumpongeze sana Mheshimiwa Rais, alisema anakwenda kuunda wizara maalum nayokwenda kushughulika na mambo ya vijana tu kwenye nchi hii na anakwenda kuwa na washauri ndani ya ofisi yake ya rais ambao watamshauri kuhusu masuala ya vijana. Kwa hiyo sisi vijana, kama kuna wakati ambao tunapaswa kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa rais ni wakati huu ambao rais wetu Dkt. Samia ameweka wazi kwamba vijana tunakwenda kuwa na nafasi kubwa lakini vile vile nikiwa kama mbunge nitahakikisha na kuwa sehemu ya kuishauri serikali bungeni. Ikitokezea tukibaini kuna mtendaji yoyote wa ngazi yoyote serikalini atachezea maslahi ya vijana wa nchi hii, tutaishauri serikali mtu huyo, kama hatakuwa na nia njema ya kuwasaidia vijana, kwa lugha nyepesi, hana nia njema ya kumsaidia mheshimiwa rais na tutamwomba mheshimiwa rais, mtu huyo atuwekee pembeni, atuletee mtu mwenye kuwajali vijana na kujali taifa letu. <tune>